Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Cresesius Magori amelitaka shirikisho la soka barani Afrika CAF kurejesha mchezo wa mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho kati ya Simba dhidi ya Ares Berkane katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kupitia maandiko aliyoandika katika kurasa zake za mitandao ya kijamii hasa Instagram, Magori amesema uamuzi wa kubadilisha uwanja na kupeleka New Amaan Complex umegubikwa na sintofahamu huku akimtaka rais wa CAF Patrice Musepe achukue hatua ili kulinda haki ya Simba kucheza katika uwanja wake wa nyumbani. Magori amesema anaamini kuna upotoshaji mkubwa umefanyika kuhusu hali halisi ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na amesema dimba la Mkapa limekuwa katika ukarabati mkubwa, akiamini uko tayari kutumika. Akitumia nafasi hiyo pia waalika maafisa wa CAF kuja kujiridhisha kwa mara nyingine tena. Magori ametoa angalizo kuwa Simba haitosita kupeleka malalamiko katika vyombo vya juu zaidi vya maamuzi, ikitokea watanyimwa haki yao ya kuwa wenyeji wa mchezo wa mkondo wa pili fainali za kombe la shirikisho.